Mwendelezo wa ripoti za mwaka 2025, ripoti zinazohusu maswala ya kivita. Sasa tunaona dunia inaelekea kwenye vita kubwa zaidi, ambayo ni vita pengine haitabagua ni nani ambaye anatakiwa kupigwa, ni nani ambaye anatakiwa kupigika, na ni nani ambaye anatakiwa kusimama neutral. Of course, mashariki ya kati imekuwa katika wakati mgumu sana. Leo tunapozungumza usiku wa kuamkia leo tarehe kumi na sita ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Watu wasiopungua 24 wamefariki dunia baada ya mashambulizi makali ambayo yamefanywa na Marekani nchini Yemen yakilenga kundi la Wahoudh ambalo limekuwa likilalamikiwa na Marekani kwa kipindi kirefu zaidi kwamba limesababisha kukosekana kwa utulivu katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati, na hii ni baada ya Israel pamoja na hiyo Yemen kuwa katika mapigano ya muda mrefu ambapo Israel wametangaza kwamba Yemen wanapewa sapoti na Iran kuhakikisha wanafanya mashambulizi mbali mbalimbali. Mashambulizi haya yanakuja muda mfupi baada ya rais wa Marekani bwana Donald Trump kuagiza Yemen ishambuliwe vikali baada ya kuzuia baadhi ya shughuli za Marekani kufanyika katika guba ya Aden pamoja na mfereji wa Suez bila kusahau bahari Nyekundu. Kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social, Rais wa Marekani bwana Donald Trump tarehe 15 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 alichapisha ujumbe huu. Leo nimeamuru jeshi la Marekani kuzindua hatua madhubuti za kijeshi dhidi ya magaidi wa Houthi nchini Yemen. Wameendesha kampeni isiyokoma ya uharamia, vurugu pamoja na ugaidi dhidi ya Marekani na nyinginezo, meli, ndege pamoja na ndege zisizokuwa na arubani. Jibu la Joe Biden lilikuwa dhaifu sana. Kwa hivyo Houthi ambao hawakuzuiliwa waliendelea kufanya mashambulizi na kuzuia meli hizo. Imekuwa zaidi ya mwaka mmoja tangu meli ya kibiashara iliyotiwa alama ya US au ilikuwa na nembo ya Marekani kupita kwa usalama kupitia mfereji wa Suez, bahari nyekundu au guba ya Aden. Meli ya mwisho ya kivita ya Marekani kupita katika bahari nyekundu miezi minne iliyopita ilishambuliwa na Wahouthi zaidi ya mara kumi na mbili wakifadhiliwa na Iran. Majambazi hao wahoudhi wamerusha makombora kwa ndege za Marekani na kulenga wanajeshi wetu una washirika wetu wengine. Mashambulizi haya yasiyokoma yamegharimu Marekani na uchumi wa dunia mabilioni mengine ya dola, huku wakati huo huo yakiweka maisha ya watu wasio na hatia hatarini. Shambulio la wahoudhi dhidi ya meli za Marekani halitavumiliwa tutatumia nguvu nyingi za kuua hadi tuwe tumefikia lengo letu. Wahaudhi wamezima usafiri wa meli katika mojawapo ya njia muhimu za maji duniani na kusaga sehemu kubwa za biashara ya kimataifa na kusimamisha na kushambulia kanuni kuu ya uhuru wa usambazaji ambavyo biashara ya kimataifa na biashara nyingine zinategemea. Wapiganaji wetu jasiri sasa hivi wanafanya mashambulizi ya angani kwenye ngome za magaidi viongozi pamoja na ulinzi wa makombora ili kulinda meli za Marekani anga, pamoja na mali za majini na kurejesha uhuru wa kusafiri. Hakuna jeshi la kigaidi litakalozuia meli za kibiashara na za majini za Marekani kusafiri kwa uhuru kwenye njia za maji duniani. Kwa magaidi wote wa Houthi, muda wao umekwisha na mashambulizi yako lazima yakome kuanzia leo. Wasipofanya hivyo basi tutawapeleka kuzimu na mvua itawanyeshea juu yao. Hakuna ambacho hawatakiona. Kwa Irani, uungwaji mkono kwa magaidi wa Houthi lazima ukome mara moja. Usiwatishe watu wa Marekani, rais wao, ambaye amepokea moja kwa moja mamlaka makubwa zaidi katika historia ya rais, au njia za meli za ulimwengu pote. Ukifanya hivyo tahadhari kwa sababu Marekani itakuwajibisha kikamilifu na hatutakuwa wazuri katika eneo hili. Hii ilikuwa ni kauli ya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ambayo aliituma huko Yemen masaa machache kabla ya mashambulizi makubwa ambayo yamefanywa na Marekani katika taifa hilo la Yemen, ambapo Marekani pamoja na kufanya mashambulizi hayo bado wametuma notisi kwa Irani, wakisema kwamba Irani na yenyewe inatakiwa kukaa uh, kitaalamu sana, wakati wowote wa ule watafanyiwa nao ambush ambayo inaweza ikawaletea madhara makubwa zaidi. sasa kama ambavyo nimewaambia hiyo tarehe 15 Bwana Donald Trump, na hilo tamko ambalo nimelitoa ni kwamba sasa mashambulizi makubwa yamefanyika dhidi ya, ya Wayemen ambao wanafungamana na Irani kutokana na mashambulizi ya kundi hilo dhidi ya meli za Bahari Nyekundu na kuua takribani watu 24 mwanzoni mwa kampeni ambayo imedumu kwa muda mrefu. Trump ameionya hiyo Iran ambaye ni mfadhili mkuu wa Houthi kwamba wanahitaji kusitisha mara moja uungwaji mkono katika kundi hilo, akisema Iran inaitishia Marekani na Marekani itaiwajibisha kikamilifu na hawatakuwa na huruma katika eneo hilo. Mashambulizi yanayoendelea ambapo afisa mmoja wa Marekani amezungumza kwamba huenda mashambulizi huko Yemen yataendelea kwa muda wa wiki nzima na yatakuwa yanashirikisha operesheni kubwa za kijeshi za Marekani Mashariki ya Kati tangu Trump kuchukua ofisi mwezi Januari. Mashambulizi haya yanakuja ambapo Marekani imeongeza shinikizo la vikwazo kwa Tehran wakati wakijaribu kuileta kwenye meza ya mazungumzo juu ya mpango wake wa nyuklia. Mashambulizi haya ambayo yamefanywa takriban raia kumi na tatu waliuawa na wengine kujeruhiwa katika mji wa Sanaa, kulingana na wizara ya afya. Wengine kumi na moja akiwemo watoto wanne mwanamke mmoja waliuawa na wengine kumi na nne kujeruhiwa katika shambulio hilo kwenye jimbo la kaskazini la Saada na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na, kwa mujibu wa ofisi ya kisiasa wa Houthi, walisema kwamba mashambulizi haya ni uhalifu wa kivita na wakasema vikosi vyetu ambavyo vinajihami vya Yemen vimejiandaa kikamilifu kukabiliana na ongezeko hilo la mashambulizi kutoka Marekani. Wakazi wa Sanaa wamesema shambulizi hili lilipiga moja kati ya majengo yaliyopo katika ngome za Wahouthi, ambapo wanasema milipuko hiyo ilikuwa ni milipuko yenye vurugu, ilitikisa maeneo karibu, kulikuwa kunaonekana kama kuna tetemeko kwa hiyo wanawake na watoto walifariki dunia, walizungumza baadhi ya wa Yemen. Shambulizi jingine kwenye kituo cha umeme katika mji wa Dahyan kule Saada ulisababisha kukatika kwa umeme, hii ni kwa mujibu wa vyombo vya habari. Na ifahamike hiyo Dahyani ni mahali ambapo Abdul Malik al-Houthi kiongozi wa mm, Houthi mara nyingi huwa anakutana na wageni katika eneo hilo waasi wa Yemen au waasi wa Houth, ni watu ambao wana silaha ambao walichukua udhibiti wa maeneo mengi ya Yemen katika muongo mmoja uliopita, na walianzisha mashambulizi mengi dhidi ya meli katika pwani yake tangu Novemba 2023 na kuvuruga biashara ya kimataifa na kuweka jeshi la Marekani kwenye kampeni ya kuingia gharama kubwa kuzuia makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani ambazo zimekuwa zikifanya mashambulizi katika maeneo hayo. Msemaji wa Pentagon amesema: Wahoudh ambao walikuwepo katika eneo hilo walishambulia meli za kivita za Marekani mara 174 na meli za kibiashara mara 145 tangu mwaka 2023. tt Wahoudh wanasema mashambulizi hayo yana mshikamano na, na wapalestina kuhusu vita vya Israel kule Gaza na wanamgambo wa Hamas. Washirika wengine wa Iran, Hamas pamoja na Hezbollah nchini Libanon wamedhoofishwa sana na Israel tangu kuanza kwa mzozo wa Gaza, ambapo Bashar al Asadi, rais wa Siria, ambaye alikuwa akishirikiana kwa karibu na Teherani alipinduliwa na waasi mnamo mwezi Disemba mwaka 2024. Lakini kwa muda wote wa Houthi wa Yemen wamebakia kuwa wastahimilivu na mara nyingi wamekuwa wakifanya mashambulizi, hasa kushambulia meli, lakini pia kukamata nyingine na kuua mabaharia katika mashambulizi ambayo wamekuwa wakiyafanya katika maeneo hayo ambayo Marekani wamesema mashambulizi haya yanatekelezwa ikiwa ni sehemu ya kusikiliza kile ambacho kimezungumzwa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambapo Jumamosi mosi mashambulizi yalipofanyika yalitekelezwa kwa na, na ndege za kivita kutoka katika sehemu ya ndege za hari S. Truman ambapo ipo katika Bahari Nyekundu. Kamandi kuu ya Marekani ambayo inasimamia wanajeshi katika mashariki ya kati ilieleza mashambulizi ya Jumamosi kama mwanzo wa operesheni kubwa ambayo imetangazwa na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arach, amesema serikali ya Marekani haina mamlaka au biashara ya kulazimisha sera ya kigeni ya Irani. Anasema, komesha uungwaji mkono kwa mauaji ya kimbali na ugaidi wa Israel, acha mauaji kwa watu wa Yemen, alichapisha kupitia katika ukurasa wa X. Ifahamike, siku ya Jumanne Wahouthi walisema wataanza tena mashambulizi dhidi ya meli za Israel ambazo zinapitia bahari nyekundu na bahari ya Arabia, mlango wa bahari wa Bab al-Mandab pamoja na guba ya Aden, na hivyo kuhitimisha kipindi cha utulivu kuanzia Januari kwa kusitisha mapigano pale Gaza. Mashambulizi Amerikani ya Marekani yanaskuja siku chache baada ya barua kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kutoka kwa Trump kuwasilisha kutaka mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hamenei Jumatano alikataa kufanya mazungumzo na Marekani. Bado Teherani inazidi kuwa na wasiwasi kwamba kuongezeka kwa hasira ya umma juu ya matatizo ya kiuchumi kunaweza kuzuka na kusababisha maandamano makubwa, ambapo maafisa wanne wa Irani walizungumza na vyombo vya habari. Iran imekan, imekanusha kutaka kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, imeongeza kwamba wao wanaendelea kurutubisha uranium hadi kufikia asilimia sitini. Sasa nafikiri, wale ambao nilikuwa nikizungumza, wale ambao wamekuwa wakifuatilia makala zangu nyingi na ripoti ambazo nimekuwa nikizitoa, mtakumbuka juzi nilitoa hapa ripoti nikasema, Marekani anatafuta uungwaji mkono na Urusi, anatafuta kurejesha urafiki na Urusi ili aweze kufanya tukio kule Iran, na nilisema tukio hilo atalifanya kwa sababu tayari atakuwa ametengeneza ule ukaribu na hiyo Urusi kwa maana kwamba hata kama wakifanya hayo mashambulizi Urusi hawezi kuingilia kati kwa sababu uh, tayari amekuwa na huo ukaribu na hiyo Marekani. Sasa hiki ambacho kimetokea tunasubiri tuone, uh, mataifa mengine yatajibu nini, lakini pia tunasubiri tuone Urusi watajibu nini. Iran tayari wamekwisha kujibu, na wahodhi wenyewe tunasubiri tuone watajibu nini, kwa maana ya wa Yemen watajibu nini baada ya mashambulizi haya ya Marekani.